Leo ni siku ya pili hapa mkoani Dar es Salaam, tumeanza jana tarehe 17 na tutamaliza tarehe 23 mwezi huu wa tatu 2025. nimetembelea vituo vingi ambapo zoezi hili linaendelea. vinaendelea uh, watu wengi sana wamejitokeza kuja kujiandikisha upya na kuboresha taarifa zao, ila nimekuta kuna changamoto kadhaa katika baadhi ya vituo ambapo waliojitokeza wamekuwa wengi mno kiasi kwamba vifaa uh, inaonekana ni vichache. Nimeagiza, nimeagiza kwamba vifaa uh, viongezwe na vituo viongezwe ili kuweza kukabiliana na changamoto hii. Kwa mfano hapa Lukooni, eneo la Chanika, katika ili uh, hii wilaya ya Ilala, jimbo la Ilala kulikuwa na kituo kimoja, lakini baada ya asubuhi kubaini kwamba watu wamekuwa ni wengi, watu wanachukua muda sana katika eh, kukamilisha zoezi hili, niliagiza kwamba vifaa eh, viongezwe, kikaongezeka kika kituo cha pili. Na saa hizi nimepita hapa Ukooni, bado kuna eh, changamoto hii ya kwamba eh, BVR mbili hazitoshi. Kwa hiyo nimeagiza kwamba eh, vijana wangu waongeze vifaa ili kuweza kukabiliana na changamoto hii. Ninachofurahi ni kwamba eh, wananchi wengi wameitikia mwito huu, wamejitokeza. Leo ni siku ya pili na watu wapo wa kutosha, kwa hiyo nina imani zoezi hili litakamilika ndani ya siku saba, tukiwa tumeshajiandikisha watu wa kutosha. Leo tumeendelea kukagua vituo siku ya ya pili ya uandikishaji katika mkoa wa Dar es Salaam. E, naona maendeleo ni mazuri zaidi, kasi ya uandikishaji imeongezeka ikilinganishwa na jana. Inaonyesha watendaji wetu wameanza kuzizoea mashine na tunatarajia kwamba mpaka mwishoni tutakuwa tumewakamilisha wote watakao kuja vituoni. Nahimiza tu waendelee kujitokeza mpaka e, sasa hivi wanajitokeza vizuri, lakini waendelee kujitokeza, wazitumie vizuri siku zao saba wasisubiri siku mbili za mwisho. E, tunataka mpaka ikifika siku mbili za mwisho wengi wao wameshajiandikisha kupunguza foleni ya kumalizia. Atnes Baroni Shayo, ni mkazi wa Ukonga na kamza mbarauni, na washauri vijana wenzangu, wa mama zetu baba zetu wazee, mjitokeze kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la kupiga kura na mimi nimeshasubutu, nimefanya hivyo na nimeshapata kadi yangu ni hii, na wakaribisheni sana na asante. Kwa majina, naitwa Mwajuma Saidi, ni mkazi wa Mzambarauni, mtaa wa Mwembe Madafu. Nimekuja hapa kuboresha kadi yangu ya mpiga kura na nimeshapata kadi yangu. Nawaambia wale ambao wako nyumbani awajaja kuja kufata kadi zao za mpiga kura, naomba uje kufata kadi yako ya mpiga kura kwa sababu ndio haki yako ya baadaye ya kupiga kura. Kwa sababu, sababu watu wengi wanalalamika tukutendewa haki hatukutaka viongozi wale, lakini kadi yako ndio suluhisho lako. Nawaambia wamama wote, wababa wote, vijana kwa wakaka na wadada, tunaomba mje wote kujiandikisha ili mpate haki yenu ya msingi hapo Oktoba. kutoa rai kwa wananchi na wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam, majimbo yote matatu, watumie vizuri muda uliobaki. Tumebakiza leo, ni siku ya pili, tumebakiza siku tano. Wajitokeze kwa wingi, watumie vizuri muda uliobaki kujiandikisha na kuboresha taarifa zao, kwa sababu maelekezo yaliyopo, zoezi linatakiwa liishe ndani ya siku saba tangu jana, tarehe ya kuanza kwa zoezi. Kwa hiyo muda ni huu, watumie muda huu vizuri, waje, nafasi ipo na watendaji, sisi tupo, tumejipanga kwa ajili ya kuhakikisha E, tunawaandikisha na kuboresha taarifa. Majina yanaitwa Nyangige Ekerege Kiriga, ni mkazi wa Mzambalauni shule, nimekuja kuchukua kitambulisho cha mpiga kura, na washauri vijana wenzangu wa mama wa baba waja, wajiandikishe mpiga kura kwa manufaa ya taifa letu. Jina naitwa Abdalla Saidi Pazi, ni mkazi wa mtaa Rugoni Awote. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kupata nafasi ya kuja kujiandikisha, kujia hapa na kupata kitambulisho changu